Bwana awe nanyi, wa kuinyosha mikono yetu juu yako na kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu. Na kwa maombezi ya mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira na kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo mitume na kwa maombezi ya watakatifu Telesia na Josefina na wasimamizi wa parokia zetu na ya watakatifu Festo na Lazaro somo wetu na ya mtakatifu Renatus somo wako na ya watakatifu wote wa Mungu na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima.